Unajua ananiambia nini, eh? Ananiambia nimpe meno yake, nimpe meno yake. Sasa I have decided to come here with my own pliers. I want to remove this teeth eh, this teeth is a golden teeth mm. Nataka nimpe meno yake bana. Unajua si vizuri, si vizuri kwa maisha. Ukiomoka unaanza kukumbuka vitu mzuri nilikufanyia, unaanza kudai Eh, this is not a very good character. Ama ama unaanza kusema sema, ati mi ndio nilifanya huyu kijana akafika hapo, mi ndio nilimuinua mpaka akafika hapo e eh. Haya, mwingine tena anakuja anasema, unajua nilikununulia simu hmm. Mtu anataka simu e eh, kwanza kuna huyo demu yangu huyo nini, mpenzi wangu wa zamani, si demu huyo, mpenzi wa zamani aliniambia nimrudishie jezi yake ya Manchester hey, eh. Na tangu hiyo siku Manchester inapitia shida so I've decided to come and remove this state, ni mpe eh, manze, kozi si vizuri. Kila mahali unaniona unasema tu, unajua uko na meno yangu, unajua uko na meno yangu m mm, si vizuri let me remove let me remove this state ya wenyewe, nipeana na itakuwa amazing sana.